Habari. Salama. Nataka kufungua maabara, kufungua maabara. Okay. Na unahitaji kufungua maabara, kuna vifaa unahitaji ni muhimu kuwa navyo ambavyo ni microscope, centrifuge, HB machine, urine analyzer, glucose machine. Mahineanalie uh, pia kuna vifaa kwa ajili ya usalama na usafi. Kama vile dusty beans, uh, biohazard bags. Pia kuna urine analyzer, chemistry analyzer, na pia ukiweza zaidi unaweza ukawa na full blood picture mashini. Hivyo ni vifaa vya awali unavyotakiwa uwe navyo pindi unavyotaka kufungua maabara. Uh, kwa vifaa vingine zaidi utahitajika kununua endapo pale utapopata kibali rasmi cha kufanya hiyo biashara ya kufungua maabara. Karibu IP Medical Care. Hivyo vifaa vyote vimefika sehemu sahihi, utavipata. Okay, invoice inakuwa tayari sasa. So hivi, karibu sana IP Med Care, tunashukuru.